Jeshi la Polisi Mkoa wa Dodoma linamshikilia Erick Emmanuel Ndambo, umri wake ni miaka ishirini na tisa, mkazi wa Nzuguni A, kwa tuhuma za kumuua Evance Mtui, mkazi wa Makulu Oysterbay. Tukio hili lilitokea Desemba tarehe 16 majira ya saa kumi na dakika arobaini na tano jioni, katika mtaa wa Majengo, ambapo marehemu alimshambulia kwa kitu chenye ncha kali kifuani upande wa kushoto. Mara baada ya tukio, jeshi la polisi lilifanya msako na kufanikiwa kumtia mbaroni mtuhumiwa uchunguzi unaendelea na mara utakapokamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kujibu mashtaka yake.